See, kuna kauli moja ilikuwa <coughs> inapenda kuongelewa ya adui wa mwanamke ni mwanamke mwenzie. Ile kauli nilikuwa siamini, but nao nilikuja kuielewa, kwa sababu eh, sielewi, najiuliza hivi, Mama Samia, Samia Suluhu Hassan, eke Delila namba moja, ana hivi anapata nafasi pumzi ya kula vizuri, ana meza chakula kinapita kwenye koromeo, analala usingizi anaupata, huku akijua kuna mwanamke mwenzie ambaye ana kesho siku na mchana kilia machozi, hali yafanyi chochote, huku akimdilia mwanaye. Hmm? Anajua mamake polepole anapitia wakati mgumu kiasi gani? Hmm? I say kama wanawake ndo roho ngumu kiasi hiki. Ina maana shetani mwenyewe anaweza akaa ni mwanamke kama ndo hivi. Alafu Eh, unajiuliza tu, Samia huyu, Samia huyu ndo alimuua Magufuli 100%. Samia huyu huyu akapicheza, akapiga U-turn, akamfonyoa membe shop, akamuua hapo hapo akapita naona tena mtu ambaye alikuwa hamuelewi, hamungi mkono alikuwa ni Ndugai, akamfinya. Japokuwa Ndugai alianza kusema oh, e, eh, alikuwa naumwa nini? No, Ndugai alikuwa mzima. Kama nakumbuka, 2 days kabla ya kifo chake alikuwa kwenye jimbo lake akishangilia mambo ya ya, bu, ya alikuwa naye kagombea mambo ya ubunge, vitu kama hivyo nini, na jina lake limepita ile kuona jina lake limepita, wananchi wamemchagua, wakamzima shwapo. Alikuwa mzima kabisa, wakamua. Samia huyu huyu akaona njia ya kumuua Tundulisu haipo, kamundia zengwe la kesi lisiloeleweka nini nini, kamweka jela, kaja kamuua polepole, alafu stili watanzania nyinyi mkiambiwa Ingieni barabarani, mkadai ya kiano andamaneni, hamtaki.